Katika mambo ya aibu, na hili la mauaji ni la aibu, kwa sababu wakati mwingine kwenye chama tunajisahau, tunafikiri Mungu hayupo, tunaamini chama ndio kila kitu. Watu tunakuwa hatuoni binadamu, tunakuwa nyama, tunakuwa nyama, tuko tayari hata kutoa roho ya mtu kwa sababu ya madaraka, jambo ambalo si sawa. Uongozi ni vijiti kupokezana, leo uko wewe, akija leo mimi niko maonenge, akija mtu mtu mwingine mwingine, kwa nini mimi na chuki ya kumchukia mtu mwingine? Tuache vitendo vya ukatili. Unazomewa. Kwa sababu nini? Sio chakula la Mungu, sio chakula la nchi. Kitabu cha Luka mtakatifu 6 msali wa 31, na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi watendeni vivyo hivyo kama hiyo haitoshi, Luka mtakatifu 6 hiyo hiyo mstari wa 36, basi wene na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Eh, tunaendelea kuambia wanadamu, itakufaidia nini kupata ulimwengu wote kupata hasara ya roho yako? Itakusaidia nini kupata cheo? Itakusaidia nini kupata nafasi fulani, huku ikiwa mikono yako imejaa damu mikono yako imejaa machozi ya wake za watu watoto wa watu waume za watu ndugu kadha wa kadha, ambao wanalia kutokana na vitendo ulivyovifanya. Nataka eh, niwajulishe na tena tena wanadamu kwamba tunapopinga mabaya yanayofanywa na kikundi fulani, ama hata kama sio kile kikundi kinachofanya moja kwa moja ila kilikuwa kina wajibu wa kuyazuia na hakionekani kwenye wajibu wa kuyazuia, ama hakionekani kusimama kwenye eneo lake, e, kuonyesha kinachukizwa kinakerwa na vitu kama hivyo. Tunapopinga yale mabaya, hatupingi kwa sababu ya itikadi za kichama, hatupingi kwa sababu ya itikadi za kidini. Baadhi ya Waislamu walikuwa wanaibuka na kusema hamna, unajua nyie mna udini, lakini juzi tu hapa ametoka ku, ku, ku, kutekwa Shezuberi ametekwa. Shezuberi, je, ni swala la udini kweli? Mambo ya kutekwa, tubaki kwenye hoja ya kwamba eh, kutekwa ni udini? Ama tunaopinga kuteka ni udini? Ni watu ambao tunasema tuna, tuna, tuna, tuna vibaya watu kwa sababu ya udini, ni udini? Shezuberi alikuwa ni Mkristo, alikuwa anasoma Biblia, yale aliyokuwa anaongelea kuhusiana kutekwa na kuruani kupinga ama kuua, si alikuwa anaongelea yako ndani ya Qur'an ko, lakini kwa sababu tu labda amepinga maslahi za watu fulani yamemkuta ale. Sasa nisemacho nisemacho, mimi eh, ni kwamba katika hali na mazingira yoyote yale natamani mfahamu kwamba mwanadamu yeyote mwenye namna za ubinadamu anaweza akapinga namna za mambo kadha wa kadha ambazo zinaweza kuwa zinaendelea au kusimamiwa kwa namna mbalimbali. Mwanadamu yeyote ambaye ndani yake anao binadamu, kwa maana mzee huyu wa CCM ukimsikiliza, anasema wakati mwingine kwenye vyama ama kwenye nafasi unazokuwa nazo, tunajisahau tunajiona kama miungu. Lakini wengine tukiongea sentensi hizo hizo hizo za kama jamani, tulinde ubinadamu zaidi ya vyeo, zaidi ya chochote, sentensi hizo hizo tunaonekana unachanganya dini na siasa kwa hiyo tatizo linakuwa tu ni kwenye kutetea ubinadamu ambako labda sio ndo tunaoshika Biblia. Sasa, kwa mfano, maneno aliyoongea mzee huyu na maneno aliyoongea mtu kama Askofu Gwajima hana utofauti, kwamba usipate ama usitafute madaraka kwa kutoa roho, usitafute madaraka kwa kumwaga damu, usitafute madaraka kwa kuteka ama lugha ile ile ambayo unasema kwamba utekaji hapana, ama mauaji hapana sio ubinadamu sio utu sio namna ya kuishi. Lakini katika yote hayo, ni vyema mfahamu kwamba hata kama watu wanaotangaza haki wataminywa, Mungu anaweza akainua hata mawe yakaongea, yakatetea utu, ubinadamu, yakatetea haki. Na mimi nina imani kwamba mwezi kuwakamata wawote kwa, kwa kigezo cha kwamba na wenyewe wamepinga mauaji hata sisi hatujasema ninyi ndio mnaofanya mauaji, ila tumesema mna wajibu wa kudhibiti ama kuwawajibisha waliokuwa na wajibu wa kudhibiti hayo, ili asiendelee kuwa na athari katika jamii kwa namna moja ama nyingine. Nisemacho mimi ni kwamba katika hali na mazingira yote yale, kama wewe una cheo, usitafute kupata cheo kwa njia ya eh, labda y kumkandamiza fulani, hapana. Kama huyo mtu anayefanya ni mabaya, mwache. Ubaya unajifunua wenyewe, uzuri unajifunua wenyewe. Uzuri sio kitu cha kutangazwa wenyewe. Waswahili anasema kizuri chajiuza, kibaya chajitangaza. Kizuri huwa sio lazima ukitangaze, watu wanakuwa nakiona, kazi zake, jitihada zake, wanakuwa naziona. Kama wewe ni kiongozi, wewe uko kwenye nafasi fulani, unataka ubaki kwenye hiyo nafasi Usihangaike kuwa bana wengine kana kwamba watakupiku. Uh, uh, uh, kama wewe kwenye nafasi upo, maana yake umekuepo hapo kwa muda, umefanya vizuri, kila mtu anaona mazuri yako. Hauna haja ya kupambana kuwa bana jamii fulani ya watu kana kwamba anaona kuchafua. Hapana, ukifanya vizuri, kila mtu anaona hayo mazuri, hakuna mtu atakaye doubt, kwa sababu vizuri ama mazuri huwa yanaonekana, kila mtu anayeona na hayana dauti na mtu yoyote. Nisemacho mimi ni kwamba tulinde ubinadamu kuliko vitu vingine vyote, lakini pia Ewe mwanadamu, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Usijisahau, una cheo ndio leo na nafasi fulani, ndio wewe ni mkubwa, ndio leo na majeshi nyuma yako, ndio, lakini wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi, asema Bwana na majeshi. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani akisema, itengenezeni njia ya Bwana, sheni mapito yake, tukiendelea kupiga mbiu kumkumbusha kila mtu kwa habari ya kwamba ucha Mungu na ubinadamu viko juu ya kila kitu mm ni kwamba heri kila mtu atakayefungwa atakayeteswa ama kuuawa katika Bwana tangu sasa apate kupumzika baada ya taabu zake, kwa kuwa Kristo mhukumu wa haki yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na taabu yake. Hii ndiyo maana lile neno maranatha. Amen. Wajibu wa rais ni, wa ni wajibu wa katiba. Yeye ndiye anachagua wale watu, akiwa na hakika kwamba umezembea, anawaondoa. Lakini wewe ungekuwa IGP katika hali ya vurugu tangu wakati ule, vyombo hivi nasikia wanabishana, wanabishana, mimi sio mimi, mimi sio mimi, mimi sio mimi. Ni nani? Wewe ungekuwa mmoja wapo, ungekuwa bado umekaa katika hiyo ofisi, unafanya nini? Nauliza nauliza swali nawaulizeni nini, watu wa habari, kusudi mwende muandike vizuri. Tunazunguza, mimi najisemea tu kama mzee. Wewe ungekuwa IGP tangu wakati wa Magufuli, watu Magufuli, watu walikuwa na yalea yalea hapa, na rais anajua, wakati mwingine Magufuli mwenyewe alisema, <laughs> nimeona ni mtu anaelea anayelea huku, sijui polisi alikuwa anakunywa chai huku, hamjasikia watu wana <coughs> ungekuwa ungemsukumia rais sasa atoke yeye akuache wewe. Haya, nasema mimi kiua na kuuliza wewe, tujadiliane kwa sababu wewe ni mtu, ndio mtu, ni mtu wa habari, ndio mtu wa habari, ni mwalimu. Msio mnakaa mnakinga, mna kinga hivi. Naenda kwa IGP, muulize kwa nini hujaona amechukua hatua. Hujui aliko, sio kuja kuniuliza hapo, wala kufanya hisia. Rais, rais, rais amemchagua IGP, rais amechagua mkurugenzi wa usalama wa taifa, rais amechagua watu wakubwa tu, na nakwambia wanakaa naye na ana kati yao. Amekwenda kuuliza yule mtu wa Dodoma, alikuwa ni askari, yule ni askari, ilichukua muda gani kumtoa huko alikokuwa mpaka akaenda akaenda mahakamani.